Mgombea urais huyu ameendelea na kampeni zake hapa mkoani Morogoro, na leo ametoa sera zake kwa wananchi wa jimbo la Morogoro mjini. Miaka 60 na kuendelea, wazee wa Tanzania, mimi nikimaliza kuapa wiki ijayo, maana ni wiki ijayo tu, sio siku nyingi, wazee, mwisho wa mwezi, Tanzania nzima wazee hawafiki hata milioni tatu, tutawalipa kila mwisho wa mwezi posho. Wazee tutawalipa, na pesa zipo hatujiuliziulizi hatutaki kuona wazee wanakwenda kulibishwa. Mgombea huyu akagusia swala la upatikanaji wa umeme. Nguzo ya umeme haitalipiwa kwa sababu nikimaliza tu kuapa na natamka na kutamka hapo hapo kwamba kuanzia sasa hivi TANESCO, ukiona mtu kamaliza kujenga nyumba, kimbia haraka sana. Ukichelewa nitakufukuza kazi pale pale, mkurugenzi wao ataelewa. Wananchi waliofika kusikiliza sera za chama hiki wametoa maoni yao. Swala la umeme nimelipokea vizuri kwa kuwa amelihamasisha, ame kuwa akishapitisha akishabombea na akishapishwa tarehe ishirini na tano kuwa hatannii watapitishwa, um, nani, umeme bure na nguzo zitatolewa bure pasipo ya kutolewa hela aina yoyote hizo. Swala la umeme ni changamoto nyingi sana, inahitaji yani, sijui tusemaje, lakini tumwombee Mungu, yeye kasema atayatatua nasi tunamwombea Mungu ampe nguvu aweze kuyatatua haya yote. Chama cha Wananchi CUF kinaendelea na kampeni zake zikiwa zimesalia siku chache kufanyika kwa uchaguzi mkuu, Oktoba 29, mwaka huu. Teresia Mwanga, Azam News, Morogoro.